Kutokana na ukweli kwamba matumizi ya VPN hayazuiliki hususan katika upatikanaji wa huduma muhimu ikiwemo mawasiliano Nukta TV imeandaa dondoo za kuzingatia kabla hujachagua VPN ya kutumia kwa kurejea maoni na mapendekezo ya uhariri wa jarida la masuala ya sayansi na teknolojia la Marekani la CNET. Jambo la kwanza la kuzingatia ni kasi ya intaneti kwa sababu VPN zinaweza kupunguza au kuongeza kasi ya internet kwa sababu zinapitishia data kupitia seva iliyosimbwa kabla ya kuwasiliana na programu tovuti au huduma zingine za internet, badala ya muunganisho wa moja kwa moja. Kwa matumizi yanayohitaji kiasi kikubwa cha data kama vile michezo, video ya mubashara au live streaming games, kuangalia video zenye mng'ao ng'avu kuanzia 4K, unahitaji VPN isiyopunguza kasi ya internet kwa chini ya asilimia 25, ambapo kiwango cha kawaida cha kupungua huwa ni asilimia 50, kwa mujibu wa CNET Express VPN ina kuwa miongoni mwa VPN zisizopunguza kasi ya internet ingawa itakulazimu kulipia kiasi cha shilingi elfu 35 kwa mwezi mmoja, shilingi 27,223 kwa mwezi kwa bili ya miezi sita mfululizo na shilingi laki 2 na 17 kwa mwaka. Jambo la pili la kuzingatia ni usalama na faragha. VPN huficha anwani ya mtumiaji ambayo inaweza kufichua taarifa zako za kijiografia. Inashauriwa kuchagua VPN yenye usimbaji fiche wa 256 bit, lakini pia kuchagua VPN ambayo sera zake ni kutoacha za mtumiaji ni vyema kuchagua VPN yenye kipengele cha kill switch ambacho kinawafaa sana watumiaji wanaohitaji usiri mkubwa kama waandishi wa habari za uchunguzi. Baadhi ya VPN huwa na njia mbili za ulinzi ili kuhakikisha kuwa taarifa zinalindwa vizuri na kufanya iwe vigumu kwa mtu wa huduma ya internet kujua VPN inatumika. Nord VPN ni chaguo zuri ikiwa mtumiaji atatafuta VPN yenye vipengele vingi na kasi ya juu, na ina vipengele vingine kama vile double VPN, Onion over VPN na meshnet kwa usalama wa faragha zaidi. Kipengele cha meshnet kinakuruhusu Mafaili kwa usalama na watumiaji wengine wa NordVPN. Pia ina kipengele cha split tunneling kinachowezesha kuchagua ni programu na tovuti zipi zitumia VPN na zipi zisitumie. Gharama, VPN hii ni shilingi 35,400 kwa mwezi mmoja, shilingi 163,200 kwa mwaka na shilingi 221700 kwa kipindi cha miaka miwili. Malipo hufanyika kupitia Google Pay, Amazon Pay, Union Pay, Arch Transfer, na sarafu ya mtandao yani, cryptocurrencies. Jambo la tatu la kuzingatia ni seva za VPN husika. Ni muhimu kuchagua VPN yenye seva nyingi ambazo hutoa wigo mpana wa kufanya kila kitu mtumiaji anachotaka kufanya mtandaoni na kutoa ulinzi wa ziada unaohitajika. Kadri kampuni ya VPN inavyokuwa na seva nyingi katika nchi mbalimbali, ndivyo kasi ya internet inavyokuwa nzuri na ndivyo mtumiaji atakavyoweza kufungua tovuti na huduma zaidi. Baadhi ya VPN huruhusu kutuma mafaili makubwa kupitia seva zao zote, wakati nyingine zina seva maalum kwa ajili ya kupakua au kutuma nyaraka za mfumo huo. Ikiwa unatafuta VPN nzuri unaweza kutumia gharama kidogo, Surfshark ni chaguo bora. VPN hii ina sifa nyingine kama kasi, vipengele vingi muhimu na inaweza kutumika kwenye vifaa vingi iwezekanavyo ni rahisi kutumia na ina programu kwa vifaa maarufu kama Apple TV na Linux. VPN hii huuzwa shilingi laki moja ishirini na mbili mia sita kwa mwaka wa kwanza au shilingi laki moja sitini na tatu na mia tano jumla kwa miaka miwili ya kwanza, kisha laki moja sitini na tatu mia tano kwa mwaka baada ya kipindi cha ofa kuisha, ambayo bado ni nafuu kuliko punguzo la bei za VPN nyingine kama Express VPN au Nord VPN. Jambo la nne la kuzingatia ni kifaa unachotumia unapofikiria kununua VPN. Ni muhimu pia kuzingatia kama inafanya kazi kwenye vifaa vyote unavyotumia, aidha kompyuta, simu za mkononi na televisheni za kisasa. Ikiwa inatumika kwenye kompyuta yenye mfumo wa uendeshaji wa Linux, VPN ambayo ina programu yenye picha au GUI kama vile Surfshark, Proton na PIA ndio inapaswa kuchaguliwa ili iwe rahisi kutumia. Unaweza pia kuweka VPN kwenye ruta ili kulinda vifaa vyote vilivyounganishwa kwenye mtandao wako wa nyumbani. Ni muhimu pia kuzingatia idadi ya vifaa vinavyoweza kutumia VPN kwa kuwa VPN nyingi huruhusu kuweka programu hiyo kwenye vifaa vingi iwezekanavyo, lakini inaweza kuwekewa kikomo cha idadi ya vifaa nane hadi kumi ambavyo vinaweza kutumia VPN hiyo kwa wakati mmoja. Hii ni mojawapo ya VPN bora za malipo zinazopatikana ingawa

vya toleo lililolipiwa ni salama na kasi. VPN hii hutoa vipengele vya msingi kama vile uunganishi salama na upatikanaji wa seva kutoka nchi tano. Ina kasi kubwa kwa ajili ya kazi nyingi kama vile utazamaji wa video na ni rahisi kutumiwa kwenye vifaa vyote. Pamoja na toleo la bure lipo linalolipiwa linalotoa vipengele zaidi kama vile matumizi ya data sio na kikomo, upatikanaji wa seva zaidi na uunganishaji wa pamoja kwenye vifaa vingi. Proton VPN yenyewe inagharimu shilingi 27,236 kwa mwezi, shilingi laki moja 418 kwa mwaka au shilingi laki mbili tisini na nne elfu mia moja sabini kwa miaka miwili. Hata hivyo, pamoja na kuwa VPN huwezesha upatikanaji wa maudhui ambayo hayapatikani katika eneo fulani kama filamu, michezo au programu tumishi, ni makosa kutumia VPN kupakua au kusambaza maudhui yaliyokatazwa. Maudhui hayo yasiyoendana na sheria, kanuni na maadili na utamaduni wa Mtanzania ni pamoja na picha za ngono. Kanuni ya kumi na sita kifungu cha pili cha kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta kuhusu maudhui ya mtandaoni za mwaka 2020 inasema mtu hatatoa, hatamiliki au hata sambaza teknolojia, programu programu tumizi au kitu chochote kinachoendana na ambacho kinaruhusu au kumsaidia mtumiaji kupata maudhui yaliyokatazwa. Kwa mujibu wa TCRA, utoaji, umiliki au usambazaji wa teknolojia, programu programu tumizi au kitu chochote kinachoendana na ambacho kinaruhusu au kumsaidia mtumiaji kupata maudhui yaliyokatazwa ni kosa la jinai linaloadhibiwa baada ya kutiwa hatiani kwa faini ya shilingi za Kitanzania zisizopungua milioni tano au kifungo kisichopungua miezi kumi na mbili au vyote kwa pamoja.